Karibu mtazamaji katika makala maalum ya siku ya leo ambapo tutazungumza na viongozi wetu wa manispaa ya Moshi. Uh, tupo na mkurugenzi wa manispaa ya Moshi, meya wa manispaa ya Moshi, lakini pia na mchumi wa manispaa ya Moshi. Lengo la makala hii ni kuzungumzia mafanikio ya safari ya viongozi wetu uh, katika mji dada wa maba kule nchini Ujerumani. Mimi nimekuleta hapa, lakini wenye kusumulia wenye kutuambia safari nzima Ujerumani ilikuwaje, yapi ya mafanikio na ni viongozi wetu. Karibu sana mkurugenzi wa manispaa ya Moshi Bi Mwajuma Nasombe. Aa, utaenda kutusimulia husiana na safari nzima aa, ya kwenda katika mji dada wa Mabaki kule nchini Ujerumani, mahusiano yenu kati ya manispaa ya Moshi, mafanikio ya safari hii, lakini ni yapi ambayo ameyaleta nyumbani katika safari hii ya kwenda kule nchini Ujerumani. Karibu sana. Uh, kwa majina naitwa Mwajuma Mbasi Nasombe mkurugenzi wa manispaa ya Moshi kama ambavyo, uh, amezungumza, ni kweli tulisafiri kutoka Moshi tarehe sita mwezi wa tano, tuliingia mchini Ujerumani tarehe saba na tumefanya ziara ya siku tano nchini Ujerumani. Tulianza ziara hiyo hiyo tarehe saba mpaka tarehe kumi na moja ambapo jioni tulianza safari ya kurejea nchini na tulifika nchini tarehe kumi na mbili mwezi wa tano. Kimsingi, ziara yetu ya siku tano imekuwa ya mafanikio makubwa sana, imekuwa mafanikio makubwa. Tumejifunza mambo mengi, tumejifunza mambo mengi. Wenzetu wametuzidi, wametuzidi kiuchumi, wametuzidi kwa kila kitu. Uh, kwa hiyo kupitia ziara hii tumeweza kujifunza ni namna gani ambavyo tunaweza kuboresha huduma kwa wananchi lakini tumeweza kujifunza ni namna gani kama tunataka kufanikiwa tutumie njia za aina gani. Kwa mfano, tumezungumza zaidi kuhusiana na swala la afya ambao kwao afya ndio kipaumbele cha kwanza. Ili umtake Mtanzania aweze, aweze kuzalisha ni lazima tuhakikishe afya yake iko vizuri. Sasa kwenye afya wenyewe wanafahamu wanatambua. Nataka nikuambie kule Ujerumani wanatambua juhudi kubwa zinafanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuwekeza kwenye sekta hii ya afya. Wanasema Samia kajenga uh, majengo mengi sana, nyie watumishi kwa maana ya, ya, ya watendaji mnamsaidiaje Samia katika kuhakikisha mnatoa huduma bora kwa wananchi? Hili jambo tumelikuta Ujerumani. Uh, sasa kwenye hili tumejifunza kitu kimoja. Mheshimiwa Rais anatoa fedha nyingi katika ununuzi wa vifaa tiba. Kwa mfano, tumejenga majengo na tunanunua vifaa tiba. Inapokuja swala la maintenance ya hivi vifaa inakuwa ni changamoto. Kwa unakuta mwaka huu tumenunua labda ultrasound za kutosha, labda umenunua kutoka China au umenunua kutoka Ujerumani na kadhalika. Inapokuja kwenye swala la maintenance ya hivi vifaa ili viendelee kufanya kazi katika ubora ule ule, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo wao walitupeleka kwamba ilipofika wakati wanataka kujiwekeza kwenye afya, kwanza walihakikisha wanazalisha vifaa vyao wenyewe, ambao watakuwa na hakika wa kufanyia maintenance mara kwa mara ili ibaki katika ubora ule ule sisi tunaweza tukasema hatujafika kwenye kuzalisha sisi wenyewe, lakini kupitia urafiki huu tunawashawishi waweze kufungua branchi nchini Tanzania, hapa Manispaa ya Moshi, ili tunapotaka vifaa vyetu tunanunua vifaa kutoka kwenye kampuni moja na tunapata mtaalamu wa kuvifanyia maintenance mara kwa mara. Kwa hiyo suala zima la kutoa huduma ni lazima liendane na wapi unapata hivyo vifaa vya kutolea Mdia, lakini swala zima la kukuza uchumi wana Ujerumani, watu wako serious, wako serious kwenye swala la uzalishaji. Wanazingatia muda wao, yani muda wa kupumzika wametenga ni weekend, muda wa mtu kuwa kuspendi na familia na nini nilo ijumaa. Ikifika Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, mtu iko busy na familia, lakini throughout the week anaheshimu kama saa mbili anatakiwa ofisini atakuwa ofisini, kama anatakiwa kuondoka saa kumi ataondoka saa kumi Ni tofauti na sisi kwetu mm. Unaweza ukafika saa mbili, saa tatu, unashangaa mtu ndo kwanza anajiandaa kuingia ofisini. Kwa hiyo swala la kukipu muda ni sehemu muhimu sana katika maendeleo ya sehemu yoyote. Uh, labda kwa ku... Kabla tujaenda kwa mstahiki meya, mm -hmm, kwa umetuelezea mambo mengi ambayo umeweza kujifunza, jinsi ambavyo utendaji wa kazi lakini pia na miradi mbalimbali. Labda kuna miradi gani ambayo umeweza kuona uh, kule mabag nchini Ujerumani ambayo tunaweza tukaimplement hapa manispaa tukaweza kufanya vizuri zaidi kwenye upande wa miradi? Mradi mkubwa ambao sisi tunaujua moja kwa moja tuna uwezo wa kuanza ku, ku, ku implementi ni utunzaji wa mazingira utunzaji wa mazingira ambao pia tunaugeuza kama chanzo cha mapato. Uh, kule mabagi tulienda kwenye eneo moja kwenye bustani kubwa sana. Ile bustani tumekutana na watalii wengi sana mle ndani, tukakuta wana mimea ya kila aina, yaani mimea yote ya bara la Ulaya ipo mle ndani. Yaani kwa mfano sisi tunaweza tukasema tunakuwa na mimea yote inayozalishwa kwenye, kwenye bara hili la Afrika tunaiweka mle ndani, si tunaelewana? Kwa hiyo mtalii anapofika anapata flavor ya Ghana, anapata flavor ya Nigeria, whatever whatever whatever, si tumeelewana? Sasa akifika atapei kwa sababu mnaitunza mna, mna, mna, mna, mna hiyo hiyo garden yenu mnatumia mna gharama kubwa na kadhalika. Kwa hiyo mle ndani anakuwa na sehemu ya kupigia picha, anakuwa na sehemu, yani ni utalii wa mazingira kwa ujumla. Tunalo eneo sisi manispaa Moshi lina zaidi ya ekari saba, iko hapa nyuma na good news, tulishaanza kutafuta wadau kati ya mradi ambao wa PPP tulioweka ni pamoja na hiyo na bustani iliyopo hapo nyuma, kwa ni mradi ambao tumeona kumbe tuliwaza kitu ambacho hata wenzetu nchi za nje wana, wanawaza na wameshawekeza katika huo mradi na wamefanikiwa. Mheshimiwa msaiki Meya ya manispaa ya Moshi, uh, mji dada wa Ujerumani Mabag na manispaa ya Moshi umekuwa uh, na mahusiano kwa muda mrefu labda Aa, ni kipi ambacho tunajivunia kutokana na safari hii, lakini pia na mahusiano ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu? Tumekuwa na mahusiano na mji wa Mabak kama mjidada na tumepata fursa ya kuweza kuwatembelea. Kwa kweli tumejifunza mambo mengi sana. Nafikiri umeona kuna jambo moja very interesting ameligusia mkurugenzi kwamba serikali yetu inafanya kazi kubwa sana katika kuboresha idara ya afya, katika jambo ambalo kwetu sisi tumeliona kwetu ni changamoto kubwa ni, ni swala zima la, la mifumo mifumo tunayotumia sisi kwa kweli inatupa mzigo mkubwa sana kwenye swala zima la running cost ya, ya vitu tunavyovinunua. Kwa mfano kama umesikia mkurugenzi alivyosema, unatembelea kituo chetu cha afya, labda vituo vyetu vya afya vyote vilivyoko ndani ya manispaa yetu, unakuta una CT scan ya Panasonic, una CT scan ya, ya Siemens, una CT scan imetoka Ujerumani, una CT scan imetoka China Vipi hapa katika swala so zima la maintenance inakuwa ni changamoto sana kwamba unapoweza kumleta mtu mmoja aje afanye maintenance hiyo ya ya CT scan umtoe China, aje kwa ajili ya mashine moja tu. Vitu kama hivyo kwetu kwe, kwe, kwe inakuwa ni changamoto. Wenzetu kule tumeona, ukienda hospitali kama hospitali inahudumiwa ina, ina na vifaa vya Siemens ni Siemens vyote, kama ni Panasonic ni Panasonic vyote lengo kubwa ambalo dhamira yao ni nini? Wanasema tunapunguza gharama za uendeshaji wa hivi vifaa. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo pia limetuingia limetu sana akilini, lakini kitu kikubwa ambacho sisi tulikiona pia kule ambacho kwa kweli kimetuvutia ni namna ya network iliyopo kati ya watu wa zimamoto, watu wa usalama barabarani, nikimaanisha polisi, watu wa idara ya afya, ofisi ya badimo madaktari pamoja na hospitali. Ni kwamba anatolewa mgonjwa Njoro, tayari imeshapata taarifa Njoro kuna mgonjwa, ambulance imekwenda kumchukua. Anapokwenda kuchukuliwa mgonjwa Njoro, taarifa anaipata DMO, taarifa inafika hospitalini pale, anapokwenda ina display kwenye screen kwamba Njoro kuna mgonjwa, watafika hapa ndani ya dakika tano, na tayari kule wameshagundua ana shida labda ya moyo ama ni stroke. Kwa hiyo akifika pale unakuta vitu vyote vinavyomhusu katika ile changamoto alionayo, vimeshaandaliwa stand by, vinamsubiri. Kwa hiyo wanampokea, wanamuingiza pale, wanachukua hicho, wanafanya hicho, wanafanya hicho. Lakini zaidi ya yote ni mawasiliano, unakuta kuna ajali imetokea barabarani, labda imetokea au Borloni. Askari wa usalama barabarani ana mawasiliano na watu wa zimamoto, ana mawasiliano na madaktari, taarifa inatolewa haraka sana idara zote zinajua kwamba kuna changamoto barabara fulani. Kwa hicho kitu tumeona kwamba tunakiweza. Unajua nika ni, ni, ni, ni, application tu ni, kanatengenezwa ni, ka unajua, sasa hivi tuna wanafunzi wengi wanasoma mambo ya IT. Ukiambia vijana kutengeneza app ya kuita vitu kama hivyo Uber au Bolt, magari yale ya usafiri, unajua ukiliita gari wanaangalia lililoko karibu eh. Linaitwa sasa unaomba dakika mbili itakuwa limefika hapa. Ni app ambayo inawezekanika, na sisi ndio tukatangaza kwenye vyuo vikuu atautengenezea apu nzuri manispaa ya kutusaidia jambo fulani jambo fulani jambo fulani, tutampa zawadi, tutaletewa hapo, tutatengeneza, tunapata vitu vizuri sana. Kwa hiyo tume, tumejipanga na sisi tuweze kuanza katika awamu hizo ndogo ndogo, hatua kwa hatua. Ukisema kwamba tuende kwa levo yao, wamefika mbali sana yani, wako mbali mno mno. Kitu ambacho nimeona tunafanana pale ni jumapili tu Jumapili hakuna hata mtu mmoja barabarani kama ilivyo Moshi, ndio kitu pekee nimeona tunafanana. Bado kuna vitu vingi vakujifunza Lakini zaidi ya yote ni namna mahusiano yetu ya kimataifa yalivyoboreshwa na viongozi wetu wakubwa wa nchi yaani, ukiona rais anazunguka kwenye mataifa kujenga mahusiano, kuleta mahusiano a ukaribu fa nchi na nchi, wanafanya kazi kubwa sana. Sisi tumekwenda, uwezi amini kwa levo hii ndogo tu ya kialmashauri tumepokelewa yaani kama vile viongozi wakubwa sana. Na tunapokelewa kwa bashasha, tunapokelewa kwa furaha, wanakwambia bana, rais wenu alikuja mwaka jana, alikuwa hapa, sijui rais, rais wetu ametoka ameenda kule kwenu, tunamfahamu rais wenu ni fulani. Yaani hiyo tu inatuonyesha kwamba namna gani viongozi wetu wanafanya kazi kubwa, wakiongozwa na rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan. Na hata unapoona unapozungumza jambo kwenye levo ya halmashauri linafanyiwa kazi haraka sana, maana yake wanatuamini Alivyozungumza amezungumza mkurugenzi, si rahisi tu wewe unakwenda unaongea na watu wanakuambia basi tutawapeni magari mawili. Tumepoa la kwanza, tumeongezwa na magari mengine mawili ya zimamoto ambayo muda sio mrefu, Mungu akijalia, ndani ya mwezi huu unaokuja huenda akawa amefika nchini. Kwa hiyo tu safari hii imekuwa na mafanikio makubwa, lakini pia kuna vingi tumejifunza, na tumesema mchumi ataelezea mipango ambayo tumekubaliana na sisi tutaweza kuiandaa kwa ajili ya kuwapelekea, tuweze kushirikiana, sababu ametuambia kile ambacho tunaweza tukawashirikisha, basi tufanye tuwashirikishe na wao. Mheshimiwa mstahiki meya, tutarudi kwako kumalizia kwenye sufumo ya uongozi na vitu kama hivyo. Tutaenda kwa mchumi wa manispaa ya Moshi, ambaye tutataka kusikia kutoka kwake. Sasa kwa upande wa kiuchumi, ameleta neema gani kwa wananchi, lakini kwa manispaa yetu ya Moshi na vitu vingine katika safari hii ya kule nchini Ujerumani. Karibu mheshimiwa. Uh, sante ndugu mtangazaji. Um, kimsingi kama viongozi wangu walivyosema, eh, safari yetu katika mji wa Marburg nchini Ujerumani imekuwa ya mafanikio makubwa e. Na katika mazungumzo ambayo tumefanya e, moja ya vitu ambavyo tumekubaliana ni pamoja na sisi kuandaa maandiko kwa ajili ya e, kutatua changamoto ya takataka za mjini pamoja na mafanikio ambayo tumeyapata ya Manispaa ya Moshi kuwa mji msafi katika manispaa zote Tanzania, lakini bado kulikuwa na changamoto nyingi ambazo pia tulishare nao e, kama changamoto kuhusiana na magari ya kusafisha mji wetu. Tulieleza tu changamoto tunazozipata katika utekelezaji, lakini pia tuna changamoto ya wafanyabiashara wadogo ambao wanafanya biashara zao kwa kuzunguka e, na unakuta katika hiyo e, e, mizunguko kuna mahali unakuta kuna namna ambavyo mazingira yanakuwa hayako sawa. Kwa hiyo kutokana na changamoto hizo wamemstahiki Meya wa kule ametuomba tuandae maandiko kwa ajili ya miradi kama hiyo, ikiwa ni pamoja pengine na kufikiria kupata magari ya kuzoa taka lakini pamoja na kutengeneza sehemu ambayo wafanyabiashara wadogo watakaa na watafanya biashara yao kwa usalama zaidi. Lakini kingine ambacho e, kilijitokeza katika mazungumzo ni jinsi ambavyo tutautumia huu urafiki wetu katika kukuza e, mapato ya manispaa ya Moshi ikiwa ni pamoja na kuanzisha miradi ambayo tutakaribisha wawekezaji ambao watakuwa wetu na nia ya kuwekeza katika maeneo yetu, basi tunawakaribisha na tulichokifanya ni kuongea nao kwamba tuna maeneo pia ambayo tunaweza kuwekeza. Na pia katika maagizo ambayo tume, tumepeana ni pamoja na kuandaa sasa kwa undani maeneo ya uwekezaji yana ukubwa gani na tunataka kuwekeza nini, ili na wao watakapokuwa wanapitia na kuwataarifu wafanyabiashara wa kule basi waweze kujua wanatakiwa kuja kuwekeza nini. Tunao mchumi, unaweza kudokeza, uh, tu kwa kifupi. Katika mji watu wanaweza kufikiri kwamba wafanyabiashara wadogo labda wapo manispaa ya Moshi tu. Hebu tupe uzoefu wako, lakini pia umetembea tembea kule, wao wenzetu wana handle vipi wafanyabiashara wadogo, kama machinga jinsi ambayo tunaona katika mji wetu. E, kulinganisha miji hii miwili inakuwa ni vigumu kidogo, kwa sababu wenzetu wako mbali. Kwa mfano tukizungumzia habari ya wafanyabiashara wengi kule, unakuta e, ni kampuni unakuta inatawala kwenye miji mbalimbali kama ni maduka e, unakuta ni maduka labda ya ni supermarkets, e, lakini unakuta zinamilikiwa na hao watu wakubwa. Kwa wafanyabiashara wadogo wanaokaa kama tunavyofanya sisi hapa kwetu, kule huwezi kuona kirahisi. Kila mtu anaonekana ni amekaa kwenye eneo e, sahihi na kwa mpangilio unaotakiwa. Kwa hiyo huwezi kukuta watu wako barabarani wakifanya biashara kwa mabag. Wafanyabiashara wadogo wapo, lakini wapo kama alivyosema, chini labda ya kampuni fulani, au wapo katika maeneo wa ambayo yako rasmi, kwamba unaenda madukani hii ni laini ya maduka, basi wako kwenye hayo maduka, sio kama huku kwetu alivyokuwa wanatembeza barabarani, hawana sehemu sahihi ya kuuzia bidhaa zao, na hapa ndipo tulipokuja na ile hoja kwamba tuna kila uh, sababu ya kujenga machinga kompleks kubwa. Kama tunavyofahamu, mji wa Moshi ni mji wa kibiashara, na hii ni, ni mkakati ambao tulianza nao kabla hata tujaenda mabak. Mabak ni vile wametuongezea spidi kwamba kama tutakamilisha andiko letu, hata wa wao wanaweza kutusaidia katika kutafuta watu wa kutusaidia kwenye uwekezaji wa jengo hilo kubwa, ambalo litakuwa lina accommodate hao wafanyabiashara ambao wanapita mtaani, hawana sehemu rasmi kutukisha wa accommodate mle ndani tafsiri yake machinga watakuwepo, lakini watakuwa wako ndani ya jengo fulani. Kwa ukiingia pale bidhaa yote ambayo unaitaka utaweza kuipata. Wakati tukienda kuhitimisha makala hii yetu maalum ya safari ya mji um, dada kule Ujerumani kwa Mabag, uh, tunataka kusikia kutoka kwa mkurugenzi, labda ni kitu gani hasa ambacho kimewasisimua sana au kimekusisimua sana katika safari hii ya Marburg nchini Ujerumani, lakini pia tuambie hii ni mara ya ngapi kufika Ujerumani? Hii ni mara ya kwanza, sio ujerumani tu, kufika bara la Ulaya ni mara yangu ya kwanza. Lakini kitu ambacho kimenisisimua kwanza ni ushirikiano na mapokezi makubwa ambao wenzetu wametupatia sisi siku zote tulizofika, yaani wenzetu walijiandaa tupokea sisi wenzao, na kama alivyosema mstahiki, walichukulia kama ni viongozi wakubwa. Kwa hiyo kuanzia asubuhi mpaka jioni walihakikisha wapo na sisi, wanakuja tu kwa zamu, kwa kuanzia mnapoamka mna, mna asubuhi mpaka mnapoenda dina mnakuwa nao. Sisi tumeelewana eh huku kwetu wakija wageni mnawapokea, mkishaenda hotelini mnachana nao. Lakini kubwa lililonifurahisha ni kujionea kwa vitendo namna gani wenzetu wamepiga hatua, lakini walianzia wapi? Tumegundua na wenyewe walianza kama sisi tulikotokea. Kwa hiyo hata sisi pia kuna siku Mwenyezi Mungu atatuongoza tutafika kule ambako tunakoelekea, kama ambavyo mheshimiwa rais ameanza sasa hivi, amefungua njia, amefungua wawekezaji, huko ndiko tunakoelekea ha, wakati tukienda kuhitimisha tunataka kusikia kutoka kwa Uh, meya wa manispaa ya Moshi mheshimiwa Zuberi, tunataka tueleze kwamba mifumo ya, ya, ya, ya, ya kiutawala kisiasa kule nchini Ujerumani. Uh, meya kama meya, manispaa baraza, kama baraza, madiwani wanaendeshaje vikao vyao, yale maamuzi yanayofanyika kwenye vikao, lakini kule tuambie, uh, Ujerumani kuna mabaraza vikao vyao vinaendeshwaje, baraza la madiwani na vitu, kwa kifupi tu. Kwa uh, kweli hatukufanikiwa kukuta akiwa kwenye vikao lakini kwa historia tu ni kwamba hawana tofauti na sisi, vikao vyao utaratibu mea na vali cheni kama lile unavyoona la, la mea wa huku kwetu. Kwa hiyo hawakuna tofauti kubwa kati yetu na wao ya kuendesha vikao. Kikubwa tu ni kwamba nilichojifunza ambacho mimi binafsi kimenikaa kime kichwani, sisi kama viongozi tuna deni kubwa sana kwa wananchi, sisi kama viongozi tuna deni kubwa sana kwa wananchi wetu, yani kuna mahali tunatakiwa tuwafikishe wananchi wetu na ukienda nje ndio utagundua. Unajua, kuna waswahili wanaweza kukuambia wewe, unaweza kujifanya unajua kupigana sana, kwa sababu unapiganaga na mke wako ndani. Ukitoka nje ukapigana na wengine, ndio utajua unajua kupigana. Kwa hiyo kwa hichi safari tuliokwenda, tumejifunza vitu vingi sana, na nafsi dhamira tuliokuwa nayo ya kuja kuhakikisha tunawapigania wananchi wetu kuwafikisha, inaweza tusifike katika level hiyo katika miaka ya karibuni, lakini tuna imani kabisa kwa kasi tunayokwenda nayo kwa kasi ya halmashauri yetu tunayokwenda nayo na yetu, tuna mali, kwa kasi ya rais wetu tunaamini kabisa kuna mahali tunaweza kuwafikisha wananchi wetu, na sisi tukafika tuka mahali watu wakafunga waka safari wakaja hapa na wao wakaondoka na cha kusema ndani ya mji wetu wa Moshi. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba tutafanikiwa, tutafanikiwa kwa sababu tumesafiri kwa ajili ya kujifunza na tumeona kwa kujifunza Shukuru tu kwa kupata nafasi ya kushiriki pamoja na viongozi wangu kwa ajili ya kwenda kujifunza na tunaamini mahusiano haya wao watakuja kwetu kujifunza na sisi tutakwenda kwao kujifunza na hatimaye tutafikia malengo ambayo tunayatazamia. Mtazamaji, tunashukuru sana kwa muda wako. Leo tulikuwa na viongozi wa Manispaa ya Moshi, Mkurugenzi wa Manispaa ya Moshi Bi Mwajuma Nasombe, Meya wa Manispaa ya Moshi Zuberi Kidumo lakini pia na Mchumi Bi Monica. Tunashukuru sana kwa muda wako, lakini pia tumeweza kukutoa Manispaa ya Moshi, tumekupeleka Ujerumani, lakini pia tumekurejesha Manispaa ya Moshi. Tunakuambia endelee kutuzama, lakini pia endelee kufuatilia vipindi mbalimbali. Asante sana.